Familia wa channel ya FEABOY TV, karibu tena katika channel yetu Aa. katika channel hii sasa, leo video hii nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa online bila kwenda katika ofisi husika za Rita. Kwa hiyo kuna namna rahisi kabisa ya kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa kupitia simu yako tu au kompyuta yako. Hatua ya kwanza utaenda katika Google, hapo utaandika erita.rita.go.tz erita.rita.go.tz. Na baada ya hapo, utaweza kuona erita portal itafunguka. Hii Rita portal itakapofunguka, utaweza kuona po, welcome to birth and death service. Kwa hiyo hii ni huduma ya vifo na uzazi, sehemu hiyo utaweza kupata cheti chako cha kuzaliwa. Uh, bila tatizo lolote ila unachotakiwa kufanya ni kuweza kufanya registration au usajili katika sehemu hii. Kama unavyoona sehemu ya kwanza hapo imeandikwa, uh, registration register and manage your account. Alafu kuna sehemu ya sign in, sign in with your registered account. Alafu pia kuna check application status, get to know your application status. Kwa kama tayari umeshaweza kufanya application basi application yako unaweza ukaiona status yake hapa kama imekubaliwa au bado haijakubaliwa. Lakini pia kuna birth apply for birth certificate easily. Kwa njia rahisi pia ya kuweza kuomba cheti chako cha kuzaliwa ni hapa. Alafu pia kuna death apply for death certificate easily. Pia ukitaka cheti cha kifo cha ndugu yako au cha mtu yeyote wa karibu unaweza pia uka apply cheti chake kupitia sehemu hii au katika poto hii. Pia kuna verification apply for certificate verification. Sehemu hii unaweza ukahakiki, ni namna ya kuweza kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa. Hakikisha pia unahakiki cheti chako cha kuzaliwa kwa, kwa wewe ambaye hujafungua account katika poto hii nitakwenda kuonyesha. Utakuja katika sehemu hii ya registration, baada ya hapo utabonyeza kwenye hii neno register baada ya hapo utaweza kuona fomu hii kama jinsi inavyoonekana. Complete the form below to create an account. Sehemu ya kwanza utaandika first name, ambapo utatakiwa andike kwa herufi ndogo. Sehemu ya pili utaweka middle name ambapo pia utatakiwa andike kwa herufi ndogo, alafu baadaye hapo utaweka surname utaandika pia kwa herufi ndogo. Baada ya hapo uta select sex hapa kama ni male au kama ni female then uta select nationality kama wewe ni wa nchi gani, kama ni Mtanzania au ni Mburundi au ni wa nchi yoyote vile, uta select hapo. Baada ya hapo, utaweka mobile number, utaingiza namba zako za simu katika sehemu hii, then weka email yako, na baada ya hapo, utaingiza password, utazi confirm password, then uta click na neno register now. Kwa mimi nitakwenda kujiunga, uh, ntajaza sehemu hizi vipengele hivi vyote, alafu nitakwenda kuonyesha namna gani ya kuweza kupata cheti chako au namna ya kuweza kuhakiki cheti chako. Usikae mbali. Kama unaona video hii ina manufaa na inaweza ikakusaidia, tafadhali bonyeza neno like, bonyeza pia neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele. Lakini pia unaweza ukaandika maoni yako katika sehemu ya comment section ya video hii. Uh, baada ya kuweza kuingia ndani au kuweza kulogin, basi mwonekano wa ndani upo namna hii. Uh, kama jinsi ambavyo unavyoona kwa hapa, sija claim cheti chochote. Kama jinsi unavyoona birth ni zero, death ni zero, hakuna cheti chochote ambacho mimi nimeclaim. Akaunti hii ni mpya. Kwa hiyo sasa nitakwenda kukuonyesha namna sahihi ya kuweza kupata birth application status, utaweza kuiona hapo paid, approved, rejected, return. Utaweza kuona death application status pia utaweza kuziona hapo. Birth service utaweza pia kuona chochote ambacho utakifanya hapa. Hii ni dashboard yako, utaweza kuona hapa. Uh, Utakuja katika sehemu hii katika hivyo vidoti alafu utakuja katika sehemu hapa sasa ya birth service. Utaklik katika sehemu hiyo ya birth service, ukija katika sehemu ya birth application <coughs> kama unavyoona mimi kuna application ambao nilikuwa naifanya hapa, na hii hapa nilikuwa naifanya application hii. Kwa hiyo tuachane nayo hii, nitakwenda kuonyesha namna ya wewe kuweza kufanya application. Utabonyeza katika alama hii ya plus alafu new, utabonyeza katika alama hiyo, then utachagua hapa birth application service new birth certificate application, change from old to new certificate request verification. Kwa hapa kama jinsi unavyoona, kama unataka cheti kipya kabisa hujawahi kuwa na cheti, basi utakuja kwenye hii new birth certificate application. Kama tayari ulishakuwa na cheti cha zamani alafu unataka cheti kipya, utabonyeza kwenye change from old to new certificate. Lakini pia vile vile kama unataka ku request verification au kuhakiki cheti chako, basi utabonyeza katika sehemu ya request verification. Kwa hapa nitaonyesha video kwa ajili ya Uh, new birth certificate application, jinsi ya kupata cheti cha kuzaliwa alafu, baada ya hapo nitatengeneza video ambayo inaonyesha jinsi ya kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa, ila unachotakiwa kufanya ni kusubscribe ili usikose video nyingine itakapokuja. Kwa hapa nitabonyeza katika sehemu ya birth certificate application, na kama unavyoona hapa new birth application ipo asilimia sifuri hapo kwa sasa. Unachotakiwa kufanya ni identification type, kwa utachagua identification ambayo unataka kuitumia kwa hapo naweza ukatumia prime number au primary, lakini pia ukatumia primes number ambayo ni secondary, lakini pia kuna e-notification. E-notification ni ile ya mtoto mtoto anapokuwa anazaliwa, kuna kikaratasi au kibarua kidogo ambacho unapata kutoka hospitali ambacho kimeandikwa cheti cha kuzaliwa, lakini ile ni kama tangazo la cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo, unaweza ukatumia ile katika sehemu hii ya e-notification. Lakini pia kuna passport number, unaweza ukatumia passport yako. Pia kuna voter ID. Unaweza ukatumia pia kitambulisho chako cha mpigakura okay. Lakini pia kuna not available. Kama hauna chochote kati ya hizo unaweza ukaandika not available. Complete your identity verification, alafu utawait ukifika not a utasubiri kidogo hapo. Kwa hiyo, ukiweka not applicable, uta, not available utaweza kuona hapa. Sasa hii ni kwa ajili ya child information. Hii ni kwa ajili ya kumtafutia mtoto cheti, sio kwa ajili ya wewe mtu mzima. Mtu mzima uwezi ukakosa kitambulisho, kwa mtu mzima utachagua kitambulisho, lakini kama ni unatafuta kwa ajili ya mtoto wako, basi utakuja utajaza taarifa za mtoto hapa kama first name utakuja utajaza middle name, utakuja utajaza surname, utajaza majina mengine kama yapo. Sehemu hii uta select gender yake kama, kama ni male au kama ni female. Hapo utaandika tarehe yake ya kuzaliwa, then utaweka namba zako za simu, utaingiza email. Hapa utachagua, ah, occupation yako au kazi gani ambayo unafanya kama ni mkulima, mvuvi, kazi za nyumbani, manual labor, mfanya biashara, marketing, karani, leadership, unemployed, public servant, lawyer others disabled student non employee minor employee. Kwa hapa sasa utachagua mwenyewe uh, kazi yako au occupation yako ambayo unaifanya, lakini pia kuna occupations zingine unaweza ukachagua pia. Sehemu hii utaselect select education yako hapo, okay. Kwa kuna early childhood education, primary education, post primary non hiyo, secondary education, university never studied. Kwa utachagua mwenyewe hapa uh, elimu yako uliokuwa nayo, bona live kwa hapa, utachagua sasa kama mtoto alizaliwa akiwa yupo Salama yupo hai au kama hayupo hai utachagua hapa kama ni yes au kama ni no. Alafu baada ya hapo sasa ni child place of birth, utachagua mtoto amezaliwa wapi. Nchi ni Tanzania, kama ni Tanzania au kama ni nchi gani utaweza kuchagua hapo. Nchi ni Tanzania, then uta select region hapa, kuna mikoa yote ya Tanzania, kuna mikoa yote hapa, kwa utachagua mkoa ambao mtoto amezaliwa. Alafu baada ya hapo utachagua district au wilaya ambao mtoto amezaliwa, na baada ya hapo uta select tena ward ambayo mtoto amezaliwa then utaandika street au mtaa ambao mtoto amezaliwa. Baada ya hapo, utachagua type of birth au select birth type okay, kama ni single au twins au triplet au others. Mtoto kama amezaliwa ni mtoto mmoja au mapacha wawili au mapacha watatu au nyingine, basi hapa utaweza kuchagua pia. Alafu utaangalia tena place of birth, mahali alipozaliwa, utachagua kama ni nyumbani kama ni health facilities au health care pia utaweza kuchagua. Na kama ni hospitali utachagua ni hospitali gani ambayo mtoto alizaliwa, kwa utapewa majina ya hospitali yote yanayopatikana katika sehemu ambapo ulijaza. Kwa mfano Bitare dispensary, ambapo mimi nimejaza Bitare pale juu katika ward. Okay, baada ya hapo utajaza hapa, mtoto alizaliwa akiwa na kilo ngapi? Utajaza kilo za mtoto alizozaliwa nazo katika sehemu hii ya weight. Labda hapa tuseme labda ni kilo 2.8 utajaza hapo. Alafu baada ya hapo sasa tunakuja kwenye present during delivery. Muda mtoto anapozaliwa aliyekuwepo ni nani? Kama ni doctor, kama ni nurse, kama ni traditional birth delivery au kama ni relative. Kwa hiyo kama ni doctor basi utaweka doctor, kama ni nurse utaweka nurse. Child place of domicile. Kwa hiyo uta select child place of domicile, then uta select hapa country. Okay, kama ni Tanzania, alafu utaselekti region pale, pia utaselekti na district pia. Alafu utakuja tena ward, utachagua tena ward yako pale, utaweka na mtaa. Baada ya hapo sasa utaweka physical address. Ukishaweka physical address, utakuja utachagua nationality, utachagua nationality kama ni Tanzania. Baada ya hapo utabonyeza neno continue. Okay, utabonyeza neno continue. Na hapa mimi sijajaza kwao, haitakubali ku continue kwao, wewe utajaza vyote hapa kama inavyotakiwa, utajaza taarifa zako zote, na baada ya kubonyeza neno continue, basi utapelekwa kwenye hatua inayofuata ili uweze kukamilisha mpaka mwisho utakapoona asilimia hii ambayo ni sifuri mpaka itakapokuwa imejaa asilimia mia moja kwa hiyo nikijaza ta, ukijaza taarifa zako zote hapa hii itaendelea kusogea asilimia itaweza kufika mpaka mia moja mpaka itakapojaa kwa hiyo ukiona imejaa asilimia mia moja basi ujue umekamilisha application yako na utaweza kuituma application yako to hii ni jinsi ya kuweza kupata cheti cha kuzaliwa online kwa kutumia simu yako tu kwa mwendelezo wa video hii, usahau kusubscribe, kulike na comment katika channel hii. Asante na karibu.